Tena ukome, ukome, iwe mwanzo na mwisho, mshenzi wewe, mchawi kaba kuna eh? kazi ya kuulizia tu watoto wa watu eti eh, bado miezi mingapi ujifungue wewe, mamake mzazi, mamake mzazi, mwanga tu, kazi ya kuloga watoto wa watu, ushindwe na ulegee. Na naambia ni safari hii, mwaka huu nitashika panga, mmoja baada ya mwingine, yalisioni hata kwenda kwenda jela kwa mara pili, yalikuwa kwa, yali kwa kawaida tu, twende nani jamani.